Alisimama na kikombe mkononi. Foleni ilikuwa haikati kutoka Mwanza hadi Mbulu, watu waliobeba wagonjwa, matajiri, maskini, viongozi na wasanii, wote walihitaji tone moja tu kutoka kwake. Wengine walirudi wakisema wamepona, huku wengine hawakurudi kabisa. Huyu si mganga wa jadi, huyu si daktari, huyu pia si mchungaji wa kawaida, lakini Jina lake lilitikisa dunia. Hii ni hadithi ya mtu mmoja ambaye alibeba imani ya mamilioni ya watu. Je, uko tayari? Karibu sana kwenye Trends History kupitia YouTube ya Ciphalee Trends, tuangazie kikombe kilichotikisa dunia. Mchungaji Ambilikile Mwasapile almaarufu kama Babu wa Loliondo alikuwa kiongozi wa kiroho kutoka kijiji cha Samunge wilayani Ngorongoro Arusha. Huyu alizaliwa mnamo mwaka 1936 na aliwahi kuwa mchungaji wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yaani KKKT, kabla ya kustaafu mnamo mwaka 2010. Hadi mwaka 2011 taarifa zilianza kuenea kuwa mchungaji huyo ana uwezo wa kuponya magonjwa sugu ikiwemo ukimwi, kansa kisukari, presha kwa kutumia kikombe kimoja tu cha dawa ya mitishamba ambayo alisema ameagizwa na Mungu na kuiandaa. Katika kipindi kifupi sana, eneo la Samunge lilibadilika kuwa jiji la pili nchini kwa idadi ya watu ambao walikuwa wakifika, ikiwemo wageni kutoka mataifa mengine. Watu waliuza mali zao, watu walikodi magari na hata wengine waliacha wagonjwa wao wakiwa hoi kwa matumaini ya kupona. Serikali ililazimika kutuma wataalam na hata jeshi kuhakikisha usalama wa watu waliokuwa wakifika kwa wingi usio wa kawaida. Babu alikataa kuchukua pesa kwa dawa zaidi ya shilingi mia tano tu kwa mtu mmoja, na hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya gharama za maandalizi. Pengine unafahamu vitu vingi sana ama pengine umesikia na kusoma sehemu kadha wa kadha, lakini yako mambo ambayo wengi sana huyaficha. Wengine huzungumza tu ili mradi na wao waonekane wamezungumza, lakini ziko siri na mambo mengi sana ambayo pengine hata wewe hutambui. Wataalamu wa mambo, wachambuzi wa mambo, wameamua siku ya leo kupitia Ciphalee Trends uweze kufahamu yale mambo ambayo ulikuwa uyajui kuhusu babu wa Loliondo. Babu hakutaka kuendesha huduma kwa fedha, alisema Mungu alimwagiza asifanye biashara ya neema hiyo. Babu pia alipata maono baada ya ndoto huku akieleza kuwa alioneshwa dawa hiyo kwa ndoto mara kadhaa kabla ya kuanza kuitumia. Lakini babu pia aliwahi kushtumiwa kutibu kwa nguvu ya giza hapa. Baadhi ya makanisa na waganga wa jadi walimpinga wakidai hiyo ni nguvu ya kiroho na ni nguvu ya ajabu sana. Vifo kadhaa viliripotiwa wakati wa safari, watu wengine walifariki njiani wakiwa wanaelekea Loliondo. Si tu kusafiri wakielekea huko, bali walidhani hiyo ndiyo tumaini la mwisho kabisa. Watoto wake hawakuendelea na huduma hiyo mara baada ya kifo chake, kwa sababu walichagua kuishi maisha ya kawaida wakiheshimu utendaji wa baba yao. Je, unafahamu kwamba tayari babu wa Loliondo alifariki? Taarifa nyingi sana ama vyanzo mbalimbali vimeshindwa kuthibitisha moja kwa moja juu ya hili, pengine kutokana na kuwa mchango wake ambao watu wengi waliuona kipindi cha uhai hawaoni nuru ama hawaoni umuhimu tena wa kuzungumza mara baada ya kifo chake. Leo kupitia Trends History nataka nikujuze kwamba Mchungaji Mwasapile alifariki dunia tarehe ya 12 mwezi Aprili mwaka 2021 akiwa na umri wa miaka 84. Je, ni nani hasa ambaye anathibitisha ama kutoa ufafanuzi zaidi kwamba babu huyo tayari alifariki? Ilikuwa ni tarehe ya 30 mwezi Julai mwaka 2021, ambapo Paul Dudui akiwa ni mmoja kati ya waliokuwa wasaidizi wa mzee huyo, alisema Mwasapile amefariki Ijumaa mchana katika kituo cha afya cha Digodigo baada ya kuugua ghafla. Ni kweli mzee amefariki, muda huu ndio tunasubiri mwili uletwe hapa chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Waso hapo na nukuu maelezo kutoka kwa Po Dudui. Inasemekana kuwa kabla ya kifo chake, mzee huyo aliugua ndani ya wiki moja tu na kupewa matibabu kisha kurejea nyumbani, na ndipo hali ilipobadilika ghafla, kisha kukimbizwa kituo cha afya cha Digodigo, ndiko ambako alifariki. Wakati ambao yeye amefariki, vilipotiwa pia visa mbalimbali mbali ambapo vyombo vilieleza kuwa watu takriban hamsini na mbili walifariki dunia wakati ambao walikuwa wakisubiri tiba yake. Mmoja kati ya waandishi wa habari walisema kuwa foleni ya watu ilikuwa hadi urefu wa kilomita ishirini na sita kutoka eneo ambalo yeye alikuwepo. Lakini dawa ambazo zilikuwa zikitibu zilitengenezwa kwa miti shamba na maji, na wakati huo ziliuzwa kwa shilingi mia tano pekee za Kitanzania. Taarifa zenye ukweli na uwazi ambazo zimethibitishwa kitaalam zinasema kuwa matatizo ya kupumua ndiyo ambayo yalipelekea kifo cha mzee huyo. Kifo chake kilileta mshtuko mkubwa kwa watu ambao walikuwa wakimwamini kuwa yeye ni chombo cha miujiza. Baadhi walikiona kikombe kuwa tumaini la mwisho, wengine walikibeza kama ujinga uliojaa ushabiki. Lakini dunia ilimsikia, Tanzania ilimwona, na historia itamkumbuka. Huu ni moto wa Loliondo, moja ya hadithi ambazo zinabaki kutafsiriwa. Mimi ni Ciphalee, unafuatilia Ciphalee Trends, mahali ambapo historia huongea tena. Hii ni Trends History kwa leo, sina la ziada.